Hey, na bunge ya ma majina yangu naitwa Agri mimi ni mfuasi wa Baba Raila Amolo Odinga. Na mimi kwanza, mimi kama fan wa, wa Raila na wa ODM. Kwanza naomba nitume risala zangu za rambirambi kagoma ya dada ya Baba Raila Amolo Odinga. Nasema na poleni. Na mimi nataka niongelee mambo ya Trans Nzoia. Mimi mwenyewe ni mtu wa Trans Nzoia, nilipigia huyu Natembeya kura. Na huyu Natembeya, Natembeya wacha, wacha propaganda mingi na uache kierere hii. Trans Nzoia Natembeya, ina wenyewe bwana. Wewe ni mgeni, wewe uliletwa ukashikwa mkono na baba Raila Molo Odinga. Una wewe, ukishika mkono wewe. hapa. <laughs> Sisi wafuasi wa Raila ambao tunaishi Trans Nzoia tukatembea na wewe tukahakikisha ukakuwa gavana wa Trans Nzoia, utatembea na nani wewe? Hata Waluya wako ambao unawatetea, Natembea, they never voted for you, I was agent. mimi nilikuwa agent wa Azimio pale Mkuyu primary, mheshimiwa Anatembea, Waluya wako hawakukupa kura mheshimiwa Anatembea. Sasa wewe, kama nimesikia, unataka kuwa kingpin ya Waluya kama unataka kuwa kingpin ya waluya, hii Trans Nzoia ina kabila zote. Kama unataka kuwa kingpin ya waluya, Natembeya, mimi nakuambia kama kijana wa Trans Nzoia, enda Bungoma, usimame ugavana huko, ukuwe kingpin ya waluya, enda... Bwana Natie, hiyo Trans Nzoia ina kabila zote 42 tribes iko hapo, na wewe naona kila siku unatoka hapa Trans Nzoia, unatumia ushuru wa mtu wa Trans Nzoia, unatembea Bungoma, unatembea Viiga, unatembea Kakamega, una waste pesa ya watu wa Trans Nzoia. Natembea wewe, tunakupeleka one term, na mimi nataka nikwambie. Natembea na wewe, natembea, nataka nikwambie hii Trans Nzoia ina wenyewe. Kama unataka kujua utamu ya kuishi na watu wa Trans Nzoia, enda uliza Kirwa the former minister, enda uliza Joshua Kutunyi, naulize Joshua Kutunyi, mbona anaitwa heshimu raya? Mheshimiwa anatembea Mr. Speaker. Mr. Speaker, swali yangu kwa member

Asante sana Mr. Speaker, Speaker, umesikia memba memba akisema ya kwamba Natembeya anatumia pesa ya Trans Nzoia vibaya. Nataka kukuliza swali kategori Tuambie ya kwamba pesa ngapi we kama member unajua inakuwa located kwa kaunti, na then utuambie ni pesa ngapi Natembeya ameiba kwa ofisi yake ya watu ya watonze ya project hey, utuambie Mr. Speaker, Mr. Speaker, Mr. Speaker, Mr. Speaker mimi nataka kujibu my, my fellow memba. Na mimi nimesema hapa clearly, sijasema mheshimiwa Natembeya ameiba pesa, lakini nimesema anatumia ushuru ya watu wa Trans Nzoia vibaya, anatumia <laughs> ushuru ya watu wa Trans Nzoia vibaya. Na wewe Natembeya, nataka nikuambie jambo moja. Wewe ulikuja uka west huyo Collins. Bodyguard wako huyo Collins. Uliwest Collins. Collins amekuwa hapa GSU headquarter akifanya kazi yake vizuri sasa, umefanya leo Collins, kesho aingii kazi. Mimi nataka kuambia wewe Collins bodyguard Natembea, wewe wachana na Natembea. Natembea haribu familia yako wewe, rudi kambi. Uendelee na kazi. Na mimi nataka niongelee mambo ya Homa Bay.